<tutu> Mbona hmm, kama kuna ugeni mzito unakuja na ugeni unavyoonekana unakuja huko kwenye mabewa yetu. Ugeni wenyewe sasa hmm. <tutu> unaonekana unaziki hatari, yani wa mifubao sijui mafurushi gani yale. Maskini ndio mwanamke aliyabeba, jamani. <tutu> maisha kuzidiana fadhali, hata sisi. <tutu> Aha. Sasa mima ndio naanza kupata akili. Usikute huyo mpuzi ndio kaleta visebongo huko ndani. Wale kwa masula mpaka maisha yao. Hivyo hivyo, shoga yangu. Yaani huyo kaka mimi sikujua kama yeye ni dalali. Basi sawa, tuseme kweli yeye ni dalali. Anashindwa kutuletea watu wa maana huko ndani, eh? Watu wenye mafuta mafuta, watu wenye riziki. Anazidi kutujezea nzi na minuksi huko ndani. Haya, shoga yangu. Viumbe kama vile. Sisi tutavibia nini vile? Zaidi ya wao kuja kutuibia vitu vyetu huko ndani. Wenima hivi umezingatia lenjembaka kama ina kitu mm. Hapa cha kuiba kipo, shoga. A za size. a size. Salama kaka. Karibu. Asante. Mambo? Mbona nyewe mmewasalimia wameitika, mimi wamenikalia kimya? Mimi sio mtu. Umeanza sasa. Sasa nimeanza nini? Ukweli nisiseme wale ni wanawake na unajua, siku zote wanawake sifa zao ni umbea, lakini naamini kabisa majirani zako hawana shida yoyote, utaishi nao vizuri tu. Kwa hiyo hiki pia ni chumba kina wapangaji kama jinsi unavyoona, hicho chumba huko kuna mpangaji mwenzenu skatoka, lakini <coughs> chumba chenu ni hiki hapa, hiki kwa mambo mengine kuhusu huduma hapa ni hamna longolongo kabisa. Karibuni sana. Mimi mimi, mimi. nimete kwa mbona le binti anaikuja Nataka nimtengeneze awe kijakazi wangu wagano. Mama, atakubali kweli kuwa kama sisi? <laughs> hata nyinyi, kama ningewaambia kuwa vijakazi wagano, nisingekubali. Ila kuwa kijakazi wa gano sio ombi, ni lazima. Mimi nikikuhitaji kuwa kijakazi wa gano, utake usitake, lazima utakuwa kijakazi. Mama, imekuwaje mpaka ukamchagua binti alafu? Kama namjua <laughs> yule binti unavyomuona pale alipo, ana nguvu ya ajabu sana, lakini hajijui. Sasa ile nguvu yake ndio nataka niitumie mimi. Ngoja nikufundishe kazi mwanangu. Sawa? Sawa.

<laughs> Hii kazi kwa malikia ni ndogo sana mwanangu. Kwani wewe unafikiri South Africa ulifika jifikaje eh? Nilikuandaa kama hivi ukakomaa, nikakutuma South Africa. Basi hata yeye namuandaa, akikomaa, namtuma Kenya kwa sababu kule kuna wanaume wengi sana wanasumbua sumbua, akanyofoe mali zao. <laughs> Samani mama, nilikuwa nataka nikuulize swali, lakini sio kwa ubaya. Utanisamii kama nitakukwaza. Hivi mama, nini hasa chimbiko la agano? Mwanangu, umeuliza swali nyeti sana. Huwa sisemi siri za agano mpaka pale uwe na kigezo cha kurisi kiti changu mimi malkia. Ila nitakwambia kwa uchache sana, kwa sababu nakuona una kitu sasa nisikilize kwa makini sana, agano ni agenda asiri baina ya kiti na wanaume Ilianzia kwa malikia wa kwanza, na mimi ni malikia wa tano. Lengo ni kuwateketeza wanaume wote duniani, kwa sababu kuna mwanamme mmoja alimfanya vibaya sana malikia wetu wakati akiwa mdogo. Kwa leo, mwanangu, tuishie hapo, nitakueleza siku nyingine. Kazuri ino dunia bwana. Habari safi, unaweza ukaniwaisha mbezi? Hapana, haiendi, haiendi na abiria. Au dada, nimeisha kuambia aiendi. Ushawamaliza washikaji zangu wote, lazima atakuwa nimalize Unipeleke mbezi shingapi sasa hivi? Nini nauliza bei shingapi, mwisho siku, tusije tukafika huko tukasumbuana. <laughs> Naona boda wale mmeamka na visilani. Kwa hiyo una unavyonifanyia hivi sasa, mi napandaje? Hatujakubaliana bei, tukifika huko tusumbuane? Au kama uendi, na we sema uendi. Nimesha nimeshakwambia panda kwenye pikipiki tuondoke. Alafu mbona kama nakujua wewe wewe bado upo ah? wewe unajua, ameniua sio? Hiki ni chuma kingine mama, alafu usichokijua mimi, nyumbani kwetu nimeacha uchawi, ndo nikaje kufanya kazi ya boda boda huku, alafu na bahati kinoma. Yani ungekalia chuma moja kwa moja ningekupeleka geto, sio kunyosha nane. Siku ile leo nilikuwa nakunyosha mwenyewe. Kinacho nishangaza sasa kwako, dada wewe, ni mrembo mzuri kunu stafte mume akakuoa ukakaa ndani ukapika ukapakua, kuliko ujiingiza kwenye maswala ya kichawi. Mtoto mdogo na kuwa mchawi, kwa nini? Sasa sisi tunajifanya na wabariadi mtuzu, mimi ni watabora unyamwizini kabisa, asali ilikotoka labda usitokijua. Bifu langu mimi nayo ya alijaisha, yani kwanza ndio limeanza upya, bado bichi. Mama kwenye mikono wangu utoki salama labda usitokijua, kuna kuelekea sasa mimi na wewe na kwenda kukuoa unakuwa mke wangu kabisa wa ndoa. Na hakuna bodaboda yoyote atake kubeba katika huu mtaa au chikijiwe kwa sababu wote wanakujua wewe ni mchawi. Tena bonge moja la wizard. Umeshamaliza wanangu wote hapa mtaani. Kijiwe nimeshamaliza wote, si ndio? Sasa mimi hapa ndo sikuogopi peke yangu. Tadili na we mwanzo mpaka mwisho. Au nikupelekee chuma sasa hivi ni kuue na wewe. Ni kuue, sio? Mimi nakaa naona toka jamaa. Hapana, baba, unajua sisi watu wa zamani yani jinsi tulivyolelewa kukaa na mkwe sehemu moja ah, he, kipengele. <coughs> Mama, wewe ndio unasema <nasimifu> hivyo leo ah, <laughs> mama umezidi sasa. Wewe ndio <laughs> kusema kukana na na mkoko waku changamoto wakati mnatukanana ndani, mmepumzika juzi na jana. E, hey mama, imekuwa serious basi <laughs> <Na> ke Mungu. <laughs> Yaani, ngoja kwanza nikae chini ili nikueleweshe, labda utanielewa <laughs> vizuri. Unaona bwana, yaani nyinyi watoto wa siku hizi jinsi mlivyolelewa tofauti na sisi wanawake wa zamani, yani sijui hata mlilelewaje. Sisi kukaa na mkwe eee. Eee, changamoto kwelikweli. Yani hata kumwangalia tu hivi unaambiwa mwiko, yani ilikuwa ni kama pita chini nipite juu kabisa, yani si unaona hata mfano sasa hivi hapa mume wako kaingia unashindwa hata kumkimbilia yani. Sisi ilikuwa unamkimbilia eh, mme wangu unakula nini? Nikuletea maji ya kunywa ya moto au ya kwenye mtungi hivyo, yani eh? lakini nyie jamani eh, ndio maana hamna hata maadili yani, mpompo tu, hamna adabu hata kidogo, tofauti na sisi, si tulilelewa bwana <coughs> Samahani kidogo. Maneno yako ni mazuri sana na yana ukweli mno ndani yake. Lakini sana pata kidogo kakasi kwa namna ambavyo umeyawasilisha hayo maneno, ni kama yanakupiga mwenyewe hivi. Kwa sababu kuna namna naona kifalsafa unajitukana mwenyewe. Pale ambapo unasema jinsi ambavyo mmelelewa nyinyi ilikuwa ni vizuri zaidi kuliko ambavyo amelelewa hawa. Swali so, ambalo najiuliza hapa la msingi hawa amelelewa na nani? Matala, ni wife huyu, aliyemlea ni nani? <laughs> so kama namtetea wife, hapana, lakini najaribu kugusa katika vile vyanzo vya malezi ambazo ndo vimepelekea kuleta matokeo wa hichi kizazi ambacho tunakiona sasa hivi hapa. Kwa sababu kama ambavyo bibi zetu walikuwa responsible katika kuwatengeneza nyinyi, ndivyo hivyo hivyo basi nyinyi wazazi mlitakiwa kuwa responsible kuwatengeneza watoto wenu ambao ndo wake zetu sasa hivi. Kwa hiyo tunaposema kwamba hawa malezi yao yana mushkeli, maanake ni kwamba hayo matusi yanaanzia ya kwenu, nyinyi ndio mna mushkeli katika kuwalea kwenu au <laughs> unaona haja, hicho kipengele twaambizani ukweli sasa. Eh? Okay. <laughs> Karibu ni saizi mkuu. Salama mama, shikamo maraba. Shemeji, mambo. Samanini kwa kwa vamia, huyu ni mgeni wenu, ameomba maelekezo ya kumleta hapa, kwa hiyo nimemleta, afisa, na ndo hapo mefika. Asante sana. Haya jamani, niwatakia siku mwema. Ay, karibu sana bu. Asante. Kitty, brother. Uh, bila shaka wewe ni mista mwanyanya na marakaza, nilikuwa nikupigia simu kukei. okay. numaana nikapata maelekezo shaja kanileta mpaka hapa. Nilikuwa na mazungumzo sana na wewe kama hautojali ila ni private. Okay. Ah, uh, kwa hiyo baba tuwapishe? Eh, mara moja tu. Ah. Uh. Kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa. Karibuni, asante. Si eh, mheshimiwa, karibu sana. Madam, karibu sana eh. Mnaweza mkakaa tu kwenye viti, hakuna shida. Aidini hey, hi wageni. Sukari, letie vinywaji kama juisi au maji. Sisi hapa tujaja kwa ajili ya kinywaji. Kilichotuleta hapa unakijua. Ungekuwa mungwana ungekuwa unajibu simu zetu, simu unakata, meseji ujibu ndicho tuleta hapa ni kwa ajili ya kazi. Sasa unajua kuna vitu vingine ilitakiwa tuvimalize tu sisi wenyewe, ilikuwa hakuna haja mpaka kuja hapa nyumbani, kwani ungenipigia tu simu ukaniambia ingekuwaji na sitoshe, mimi sio kama nilikuwa sina shida ya kuilipa hiyo hela eh? ila ilikuwa haijakamilika kwao, nilikuwa nasubiria kuna kihela kidogo nikichukua niunganishe na ile, ndo niilete kwa pamoja. Sisi hapa tujaja kwa ajili ya mjadala, tumekuja kukupa taarifa. Una siku tano tu za ja kukaa hapa, unatakiwa utoe vitu vyako vyote ili kwa ajili ya kufanya mnada, benki ipate haki yake. Ha? siku tano? Yani mnipe mimi siku tano? Kwa, kwa, kwa sababu gani mi nimeshindwa kulipa eh? Au labda sina hela? Si nishakwambia nilikuwa nasubiria tu kiasi kidogo niunganishe ndo nilete kwa pamoja. Sasa maneno yote yanatokea wapya. Ah, hiyo iko sawa bwana. Mi nadhani utaratibu wetu unaujua na wewe mwenye, ulingia kwenye makubaliano na hivi sasa inaonyesha kabisa umeshindwa kutimiza utaratibu wetu. Kinachofata ni nyumba kuuzwa ili benki ipate haki yake. Kisikia ndo ambacho umekiongea hapa au nini mdeme? Kumbe ndo maana umenitoa hapa, kwa sababu kuna vitu unanificha nyie. Mimi ndo mama mwenye nyumba hapa ndani, ninaomba mnieleweshe kila kitu ambacho kinaendelea hapa. Ee, taratibu dada, sisi hapa tuko kazini. Mume wako alikuja benki kopa mkopo na dhamana yake ni hii nyumba. Kwani akikwambia mimi nitegemea? Unajua, maana hata saini amkiweko kwenye mkataba, ndio maana mpaka leo hii tuko hapa benki. Imetoa siku tano tu za nyewe kuendelea kuishi ndani. Mmepewa muda mrefu sana, mpaka sasa hakuna mlichorudisha. Kwa hiyo hii nyumba inabidi iuzwe ili kurudisha thamani ya pesa mlioichukua. Nimemaliza, tuondoke.